Kauli ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hapo jana kuhusu maridhiano imezua sintofahamu kubwa kama inavyoelezwa kwa kifupi katika makala hii, lakini pia makala inagusia kwa kifupi yaliyojiri jana hapo Mahakama Kuu ya Tanzania ambako kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu iliendelea. Waio, tuanze na hilo la kwanza. Jana makamu mwenyekiti wa taifa Chadema upande wa bara, mheshimiwa John Heche alifanyiwa mahojiano na gazeti la Mwananchi, na katika mahojiano hayo, kwa kifupi, alieleza kwamba ili chama hicho kiweze kufikiri uh, kuweza kufikiria kushiriki katika mchakato wa maridhiano uliotangazwa na Samia Suluhu Hassan kuna masharti makuu mawili, na akataja: sharti la kwanza ni kuachiwa huru kwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Lissu, na akasema kuwa Mheshimiwa Lissu ndio mwenye mamlaka ya kuitisha na kuongoza vikao vya chama kujadili iwapo waingie kwenye maridhiano au la, na akasema sharti, sharti la pili ni kuondolewa kwa zuio, zuio la shughuli za kisiasa za Chadema. Uh, kadhalika alisema kwamba msingi wa maridhiano unahitaji pia uwajibikaji kuhusu madai ya utekaji na vifo, pamoja na familia za waliopotelewa na ndugu zao kupewa taarifa rasmi uh, kutoka serikalini, na kadai kuwa Chadema ni taasisi si ya mfukoni, bali ni chama kilichoenea katika kila kitongoji. Kwa hiyo hakiwezi kushiriki mazungumzo huku kukiwa kumezuiwa, huku chama hicho kikiwa kimezuiwa kufanya kazi. Sasa baada ya kauli hizi za Mheshimiwa Heche kukaibuka mjadala mkubwa hasa kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na mitizamo mikuu miwili mtizamo mmoja ni kupinga wazo zima la maridhiano na mwingine wakiunga mkono kwamba ni wazo zuri hasa ikizingatiwa kuhusu kuachiwa kwa mheshimiwa Lissu lakini pia kwa chadema kuruhusiwa kufanya shughuli zake za kisiasa a, na wakagusia kuwa mheshimiwa heche pia amesisitiza kuhusu suala la uwajibikaji watu walioshiriki katika mauaji wachukuliwe hatua na vitu kama hivyo. Sasa hawa ambao wanapinga wazo la maridhiano wametoa sababu kadhaa na takazozitaja hapa ni baadhi tu ya panibazi, tuya, hizo nyingi zilizotajwa. Mmoja ya msingi, wanasema kwamba maandamano ya Oktoba 29 ambapo kwa mujibu wa taarifa inaelezwa kwamba zaidi ya vijana elfu kumi wameuawa katika hayo maandamano, yale maandamano hayakuwa ya chama cha kisiasa, hayakuwa maandamano ya Chadema, hayakuwa ya ACT Wazalendo. Uh, yale yalikuwa ni maandamano ya Watanzania hasa vijana wa Gen Z. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanastahili kufikiria kukaa kwenye maridhiano au la, sio Chadema bali ni Gen Z. Kwa hiyo hilo moja. Lakini jingine inaelezwa kwamba hata kama ni sahihi kwa Chadema au na, wana mamlaka ya kukaa pamoja na serikali ya Usamia kuhusiana na maridhiano, changamoto inabaki kwamba hata maridhiano yakifanyika, hao maelfu ya waliouawa hawatarudi lakini kubwa zaidi ni kwamba hata kama maridhiano yatafanyika bado kuna tatizo kubwa kwa sababu kuna idadi kubwa ya waliofiwa hawajapewa miili ya ndugu zao inafahamika kwamba kuna miili mingi ilitupwa baharini mingine imezikwa katika makaburi ya halaiki na vitu kama hivyo lakini tatizo la tatu ni ukweli kwamba hadi muda huu wakati Samia na serikali yake wanaongea kuhusu maridhiano bado kuna wimbi kubwa la utekaji ubakaji ulawiti utesaji na mauaji kwa hiyo haya hiyo, mazungumzo hiyo, ya, ya maridhiano kwa kiasi kikubwa yanalenga zaidi kuwashawishi nchi wa hisani kwamba kuna jitihada za kuleta muafaka wa kitaifa, kwa hiyo wafungulie uh, misaada yao uh, kwa sababu uh, hali ni shwari. Kwa hiyo nataka kuh, kujengeka kwa taswira kwamba hali ni shwari, lakini hakuna dalili yoyote ya watu waliohusika na mauaji haya kuwajibishwa au kuwajibika wenyewe na mpaka muda huu Uh, serikali ya Samia imekataa kutaja idadi ya watu waliouawa, lakini kibaya zaidi, kama wanavyosikia katika hotuba za Samia, anawalaumu wale waliouawa kwamba ndio waliosababisha wali wa wauawe. Kwa hiyo hii ni dharau na kashwa kubwa, lakini uh, ndio hivyo. Kwa hiyo hawa wanaopinga swala maridhiano uh, wanahoja kama hizo uh, ambazo kwao ni za msingi, lakini upande wa pili kuna wale wanaosema kwamba hayo huo msimamo wa Chadema au hayo yaliongewa na Mheshimiwa Heche ni mazuri, kwamba kuna haja ya kufanya maridhiano, kwamba ni muhimu kwa taifa ku move on japo uh, ndio kuna hayo majanga yaliyotokea, na endapo uh, Samia atakuwa tayari kumwachia huru Mheshimiwa Lissu, kuiruhusu Chadema ifanye shughuli zake za kisiasa na pia kuwepo na uwajibikaji, basi hiyo ni hatua ya muhimu. Je, wewe una maoni gani katika hilo? Basi toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Baada ya hilo na kwenda kwenye tukio jingine ambalo ni kesi ya ya, mwenye, ya inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Nakumbuka kwamba kesi hii ilikuwa imesimama kwa siku 88 na imeanza kusikilizwa hapo a, siku ya Jumatatu. Kwa hiyo katika jana a, kesi hiyo iliendelea katika mahakama kuu kituo cha Dar es Salaam, na jana kulikuwa na mmoja wa mashahidi waliohojiwa alikuwa ni shahidi anafahamika kwa jina la P6, P6. Aa, na huyu alikuwa ni shahidi wa siri. Kwa hiyo hakuonekana aliingizwa mahakamani kwa siri na alijitambulisha kama ni mtu mwenye miaka 24, Mkristo, mkazi wa Songea, mkoani Ruvuma, anafanya kazi ya usafirishaji wa bodaboda na kusema kuwa alianza kushiriki siasa za Chadema mwaka na 2024. Kwa hiyo shahidi huyo alidai kufahamiana viongozi wa Chadema huko Songea mmoja uh, anaitwa Esau maarufu kama mwamba wa Kigoma, na alisema kwamba Januari 2025 mbili a ishirini na alionyesha nia ya kuwa mwanachama rasmi, lakini akaambiwa asubiri kadi kutokana na changamoto za mashine, na Aprili 4, 2025 alidai kwamba aliingia kwenye mtandao wa YouTube uh, na kuangalia hotuba ya mwenyekiti wa wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na alidai kwamba hotuba hiyo ilieleza kuwa bila mabadiliko hakuna uchaguzi na kwamba uchaguzi unaweza kuzuiwa hadi mabadiliko yafanyike alidai kuwa maneno haya yalimshawishi kuunga mkono ajenda hiyo na kutaka kushiriki katika harakati za kuzuia uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano. Shahidi huyo alieleza kwamba baadaye kulifunguliwa group la WhatsApp liloitwa Siasa Yetu Updates, na akadai kwamba Aprili 6, ya mwaka 2025 walipata taarifa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema yani Mheshimiwa Lissu angefanya ziara mkoani Ruvuma, na tarehe kumi Aprili walikusanyika huko Songea na kusubiri hotuba ya viongozi mbalimbali wa Chadema ikiwepo Mheshimiwa Lema, Dr. Wilbrod Sla pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa, na kwamba baadaye polisi walifika na kutangaza kwamba mkutano huo haukuwa halali. Kwa kifupi, huyo shahidi alielezea kuhusu ajenda ya no reforms no elections, akadai kwamba kuna michango ilifanyika kwa ajili ya ajenda hiyo, lakini pia akaeleza kwamba yeye alikamatwa katika Uh, hizo shughuli pilika za, za, za Chadema huko Songea na kupelekwa kwa uh, kituo kikuu cha polisi Songea, na kutoa maelezo maelezo ambayo ndiyo yalitumika hapo mahakamani. Sasa baadaye Mheshimiwa Lissu alianza kumhoji ushahidi na alim, katika yale anaitwa maswali ya dodoso alimuuliza kama maandishi, uh, maelezo aliyotoa huko polisi ndio hayo ambayo yapo hapo mahakamani. Shahidi alidai kwamba uh, alikubali kwamba maelezo aliyoyatoa uh, kule mahakamani uh, kule polisi na hayo yaliyoletwa ndio yake, yani aliyatambua yale. Lakini baadaye mheshimiwa Lissu alianza kusoma maelezo hayo na kuonyesha tofauti kubwa kati ya maelezo ya polisi yani maelezo yaliyotolewa kule polisi na ushahidi ulioletwa mahakamani, na tofauti hizo ilikuwa ni pamoja na swala la dini, umri, aina ya simu, maneno aliyodai kusikia mavazi ya mshtakiwa, pamoja na maelezo ya mkutano, pamoja na mabomu ya machozi. Na shahidi alikiri kuwa baadhi ya maneno aliyosema mahakamani hayakuonekana katika maelezo yake huko polisi. Sasa hili limekuwa likijitokeza mara kwa mara, takriban mashahidi wote ambao mpaka sasa hivi wameletwa, wamekuwa maelezo walio, ya awali waliyotoa na maelezo yanayotoa mahakamani yamekuwa na tofauti, na hii ni ishara kwamba maelezo haya yametengenezwa na maelezo ya mchongo Uh, kadhalika mahakama ilikubali kupokea maelezo ya shahidi kama kielezo D. Uh, baada ya upande wa jamhuri kusema hauna pingamizi. Kwa hiyo ulikuwa ni kielezo kwa ajili ya Mheshimiwa Lissu na katika dodoso shahidi alikiri kuwa hakumbuki baadhi ya vipengele vilivyoandikwa au visivyoandikwa. Alipoulizwa kama kauli ya kuzuia uchaguzi ni kosa la jinai, alisema hafahamu alipoulizwa kama kuna sheria inayokataza kuzuia uchaguzi alisema afahamu. Alikiri kwa yeye ni mwanachama tarema, chama iwapo, hilo, A, wa Chadema lakini hakuweza kutoa tarehe mahususi aliyojiunga na chama hicho. Mjadala mfupi ulitokea kuhusu iwapo kujibu swali hilo kunaweza kumtambulisha na majaji walijadiliana kabla ya kuendelea. Kadhalika, upande wa jamhuri ulimleta shahidi mwingine, Detective Kopro Michael, ambaye ni polisi aliyefanya kazi ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Kilimanjaro. Alieleza lini alijiunga na jeshi la polisi naakadai akadai kuwa Aprili 8, 2025 alipata taarifa za kiintelijensia kuhusu kijana aliyekuwa akihamasisha vurugu kuhusiana na uchaguzi wa 2025. Alisema walimkamata na kumpeleka ofisi ya RCO, RCO Kilimanjaro na akafunguliwa jalada la uchunguzi na baadaye kuchukua maelezo yake Aprili 22 aa, ya mwaka 2025 na akadai kuwa mtuhumiwa alikiri kuwa alikuwa anaunga mkono kauli za kuzuia uchaguzi hadi kufanyike marekebisho ya tume ya uchaguzi pamoja na katiba. Katika dodoso, Mheshimiwa Lissu alimuuliza Kopro kama maelezo aliyotoa mahakamani yanafanana na yale ya maandishi, na askari huyo alikubali kuwa baadhi ya mambo hayakuandikwa katika maelezo yake. Alipoulizwa kama kupanga kufanya vurugu ni kosa, alijibu kuwa ni kosa, lakini hakuweza kutaja kifungu cha sheria kinachosema hilo ni kosa, na alikiri kuwa hawakufungua kesi dhidi ya kijana huyo kabla ya kungeuza kuwa shahidi na alipoulizwa kama kudai katiba mpya utume ya uhuru ya uchaguzi ni kosa la jinai alijibu si kosa. Kwa hiyo uh, kesi hiyo imeahirishwa ime mpaka hapo Jumatatu ambapo upande wa jamhuri baada ya upande wa jamhuri kuomba muda wa kuandaa mashahidi wengine. Kama ambavyo meshuhudia huko nyuma uh, kesi ni ya mchongo na mashahidi wote walioletwa ni wa mchongo na ndio maana maelezo yao yana tofauti kubwa kati ya yale maelezo ya awali na haya yanayowasilishwa mahakamani, lakini kama nilivyoeleza katika makala ya jana, kuna kitu kimoja kinajirudia hapa kuhusiana na uchaguzi. Aa, na hii ni jitihada ya kuhusisha yani, kumhusisha mheshimiwa Lisu na kilichojiri Oktoba 29. Kama nilivyoeleza katika makala iliyopita kuna jitihada kubwa sana inayotaka kufanyika kwamba sio tu kuhamasisha kuzuia uchaguzi, ajenda ya no reforms no election Uh, kwamba ilichangia katika kusababisha hayo yaliyojiri Oktoba ishirini na tisa, japo kila mtu anajua si kweli, ila wanajaribu katika desperation zao kutengeneza picha ya na namna hiyo. Jasusi TV itaendelea kuwaletea uh, maendeleo ya hii kesi, japo mahudhurio hapa kwenye channel sio mazuri sana. Pengine watu hawana interesti na mwendeleo wa kesi, lakini tunafanya hivi kwa ajili ya kumbukumbu kumbu, kuweka rekodi sahihi na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo itaendelea kuleta muhtasari huu hata kama hauwavutii watu wengi. Basi niwatakie siku njema, asanteni na kwaherini.